Akajibisha sahaba ya qom, kanu fi maulidin daim, masahaba walikuwa no, ma ma na maulidi saa zote, uko na mtumi wameketi naye wamona wamsifu. Haya manenotunena yote katika maulidi wameanena na masahaba. Hii milango tulosoma yote wamenena masahaba, na mambo yote wamezungumza masahaba. Pangine wajanja kuambia, lakini maulidi ya habshi yana makosa mawili ati yeye amtole makosa Habshi. Kwanza Habshi ni bashara laakalbashar kisha ni hadithi ya Jabir mafurudhi bashar laakalbashari. La, kwa akili yako makosa, lakini kwa akili ya masahaba hakukosa. Walinena masahaba kumsifu Mtume. Mtume alikiona ambayo kitu yote hawezi kuona alikisikia zaidi ya kusikia mtu mwingine. Zile nyota za Thureia wote ziona saba nane, mtume alikiziona kumi na mbili. Mtume alikisikia kokasikia mwingine. Mtume ndani ya nyumba yake alikuwa una nguvu ya wanawake kama mwanaume arobaini, aliwangilia wake, wake wake wote kumi na moya kwa saa moya ndani ya Sahihi lbukhari. We mke wako mmoya siku kumi na moya humpata mara moya tena bahati na siku kula siku kumi na moja taban na madawa na hutumia na mangapi mtumi ambao aliekea ngozi ya ngamia mbiti, akavutwa ile ngozi ikatanika tanika, lakini yeye hakusogea hata kidogo. ngozi Lebana, rukana, ya ngamia muona falani lalikuwe ile bwana Rukana au Aburukana, hoyo ndio shujaa wa Arabu kushikana mereka akaambia solai tushikane mereka kama ni mtume kweli. Yahusu nini mtume kama? Tayari mara ya kwanza kaangushwa, mara pili kaangushwa, mara tatu akaambia, wewe ni mtume kweli. Bwana mimi siyaangushwa maisha yangu, siyajalie kuangushwa, niangusha tu mara kwa mara, hawezikani kwa lolote mtume lolote, lolote ziumbe zake kama lonena Ibnul Qayyim lijauzia, ni makosa makubwa kunena mtume -ka ni, ni, ni, ni moya, haiz, kama mtu mwingine kabisa au kamezaliwa na binadamu basi maji ajengia na Alkaba ni maji aliojengia nyumba, lakini Alkaba ni kushimia, ukivunda Alkaba ni hatari, ukivunda nyumba nyingine si yote. Kitu kutoka mahala pamoya haifanani katika matumizi yake. Nitakupa mfano mchache. Karatasi zimetengezwa kwa mashini moya, nyingine zimeandikiwa msahafu mujarabu, akuandika msahafu umekofu kushika ila, ila nyingine zinaandika. Nyingine zinaandika. kwa udhu ule ulioandika kwanza ufae kushika ila kwa udhu sio mtu mwingine mujarabu. Nyingine zimeandikiwa kitabu cha ilmu, lazima uziheshimu. Nyingine zimeandikiwa magazeti utasoma unataka nyingine umezka choni kutambia bandali moja zile sasa zile kata za kutambia choni na nasafusas na karatasi zile, zile za gazeti karatasi zile za kutambia choni kwa nini? Kwa kazi na mtumi ni binadamu kwa kuzawa, lakini si kama sisi kwa yote, kwa yote ikiwa wake zake tu lastunaka hadi min alnisai. Kwa sababu gani ameoa mtume Aisha si kama Asma binti Abi Bakar? Baba mmoja, Aisha binti Abibakar, Asma binti Abi Bakar, ule ni mke wa Mtume, umilmuminina